Kila mtu ako na uhuru wa kusapoti mali popote, katiba inakupatia uhuru wa support whoever side you wish to support, na mtu yoyote asikuja akushawishi to influence you in either way to support mrengo mrengo ambao pengine wewe kwa roho yako hutaki. Yes, kwa hivyo kila mtu ambaye anakanyaga hapa, tunaheshimu maoni yake, Mr. Speaker. Nataka kusema hivi, sisi ni watu wa serikali na mimi niko ndani ya serikali. Nataka kujibu huyu mwenzangu ambaye amekuwa hapa, ataka kuniambia kwamba ataka kuona maisha yangu ikibadilika. Hata nimuulize swali rahisi sana, kama ni yeye ambaye ananiletea chakula kwa nyumba yangu, nitajua kwamba yeye ako kwa, kwa upinzani na upinzani unalipa. Nataka nimkumbushe pia ya kwamba wakati nilikuwa natafuta hii serikali, kutengeneza hii serikali ambayo niko nayo ya Kenya Kwanza, nikiitengeneza yeye yeah, alikuwa ndani ya serikali huyu huyu mjamaa alikuwa ndani ya serikali, akitetea serikali, na mimi nilikuwa kwa upinzani, na nikatengeneza serikali ambao niko nao saa hii. Kwa hivyo sikuja kunikumbusha kwamba niko kwa serikali ambayo inifaidi. Kwa hivyo yeye alikuwa ndani ya serikali, haikumfaidi, ndio maana kwa upinzani, that's number one. number two, I want to tell my good friends from Western Kenya ambao imekuwa debated here kwamba our kingpin remain to be one and that is Musalia Mudaba nobody else

We can't keep on making noise ambaye itakusaidia wewe ukijua kwamba yeah, William Samoei Ruto akusaidii hana wow, chochote ambacho nafanyia Wakenya, wewe enda utengeneze mrengo <laughs> uchunge <laughs> pamoja <laughs> to to bring for for us one candidate ambaye atakuwa atakuja akang'ang'ane <todicum> na William William William <todicum> Samoei Samoei Ruto Ruto Ruto 2027 don't don't just talk kwamba kwamba kwamba we we are tired don't <todicum> toa. Leo hii nimesikia Mama Nyora akiongea <todicum> the the first agenda amba kumutua, agenda ambao wako nayo ni kumtoa kumtoa after which do you have for the people of <todicum> Kenya that that is what we want to hear. That is what want hear. Sasa wewe ukituambia unataka kutoa then what are you putting What agenda do you you have for the the people people of Kenya? That is the argument, Mr. Kashagwa. We want to listen from you. Lakini wanakuja kuambia young people in this country, Kwamba, agenda yetu kubwa ni kumtoa William Samoei Ruto. Sasa utamtoa. Sasa baada ya kumtoa utafanya nini. So, nyinyi kaeni chini, jipangeni. You bring one candidate. We are the same, same people who voted. You have my time. And we want to prove you wrong. Kwa maana sisi all the time around Kenya and then determine who will become the president of this Republic of Kenya. Leo hii wakati maendeleo inaenda ni, Let us agree with you kwamba <laughs> maybe wakati Raila Amolo Odinga anapokuwa katika serikali, nyinyi kama jamii ambao umetoka upande ule mwingine, mnakuwa na bitterness na uchungu fulani, ni Raila Amolo Odinga